Hii leo kumekuwepo na taarifa juu ya kada ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Juma Kaswahili ambaye anadaiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akiwemo makamu mwenyekiti wa Chadema ndugu John Heche ambaye pia siku ya jana alitoa taarifa hizo na kutoa madai hayo Usianna kutoonekana hadharani. Sasa siku ya leo, viongozi wa kidini wameibuka hadharani na kuweza kuzungumzia jambo hilo. Mausi Makura amesema ya kwamba hofu ya kutekwa kwa Juma Kaswahili, ndugu wa Tanzania, tumewasiliana na mheshimiwa balozi Daktari Wilbroad Slaa kuhusu kutoonekana kwa Juma Kaswahili kutoka usiku wa Mei 22 2025. Imeelezwa kuwa alikuwa akisafiri usiku huo huo kutoka Kahama kwenda Dar es Salaam baada ya kuchambua taarifa na mazingira yake kwa pamoja, tumefikia hitimisho kuwa huenda atakuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Kwa hiyo, sote tunachukua jukumu kuanza kupiga kelele na kuendelea kumtafuta popote alipo. Safari hii hatutoi wito wa kumtafuta aliyetekwa peke yake, bali tunatoa wito wa kuwatafuta na watekaji pia. Sisi askofu, tulikuwa na Kaswahili katika jimbo la Magu siku chache zilizopita, na mazingira ya mkutano wa Magu ilikuwa uwepo wa polisi wengi, lakini pia kulikuwa na gari moja jeupe ambalo sisi sote tulitilia shaka. Mara baada ya askofu kuhutubia mkutano, Kaswahili alieleza kuwa anahisi anafuatiliwa na watu wasiowajua. Hatukufanikiwa kuchukua taarifa za lile gari ambalo tulilishuku siku ile, ila ilitubidi tubadili mwelekeo wetu wa kutoka eneo lile ili kujaribu kuwachunguza baadhi ya watu ambao sisi tuliwatilia shaka. Kaswahili alikuwa ni mtiania wa bunge wa jimbo la Magu katika mkoa wa Mwanza, hivyo ndiye aliyekuwa mwenyeji wetu kwa safari iliyoongozwa na katibu mkuu wa Chadema Mheshimiwa John Mnyika. Mara ya mwisho kukutana na Kaswahili ilikuwa ni Mei 17, 2025 katika mkutano wa Kahama. Gari lililombeba askofu Momakura lilichelewa kuto, kutoka kufanyiwa service, ilibidi askofu apande gari lingine na humo alikuwemo pia Kaswahili. Siku hiyo Kaswahili alirudia kusema kuhusu usalama wake tena. Kwa hiyo tunatangaza utafutaji wa mtu manhunt, hadi Kaswahili atakupatikana. Tunatoa wito kwa wanaomshikilia Kaswahili kumwachilia bila masharti yoyote, pasipo kumdhuru. Kama ananongwa naye, wampeleke ampeleke mahakamani na aweleze ndugu zake kuhusu wapi aliko, wetoe sababu za kumshikilia muda wote huo.